hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo mnasikiliza? suala la kwanza hilo. Suala la pili ninajazilizia pale posemobalile, hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29, 29 Disemba, vituo vilivyoharibiwa Oktoba Oktoba 29